Ndakidemi. Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. E, wananchi wa kata ya Kimochi wana hamu kubwa sana ya kupandisha zahanati ya Shia iwe kituo cha afya. Je, serikali iko tayari kusaidia wananchi hawa kufikia azma yao hii? Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuliweka utaratibu kama serikali kwa kila zahanati ambayo uh, management ya wilaya inaona kuna sababu ya kuipandisha hadhi kuwa kituo cha afya kuna utaratibu ambao wanatakiwa kufuata. Kwa naomba nitumie nafasi hii kumwelekeza mkurugenzi wa halmashauri wilaya Moshi, tafimini ya wilaya ya Moshi kwamba wafanye tathmini kwenye zahanati yao ya Shia kwa maana ya idadi ya wananchi waliopo, lakini pia uh, ukubwa wa eneo na walete maombi ya kupandisha hadhi kwa kituo cha afya ili serikali fanye tathmini na kutenga fedha kwa kushirikiana na halmashauri na fedha serikali kwa ajili ya kupandisha hadhi. Asante. Mheshimiwa waziri wa Fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba ni declare interest, baba mkwe, nilikuwa juzi pale kwenye msiba, na nikushukuru mheshimiwa mwenyekiti pamoja na waheshimiwa wabunge na mheshimiwa mbunge pamoja na mheshimiwa diwani walilileta jambo hili e, e, kwa njia hiyo hiyo e, niseme tu kama alivyojibu mheshimiwa naibu waziri, basi mkurugenzi aharakishe kukamilisha taratibu hizo ili wizara yetu pamoja na wizara ya TAMISEMI pamoja na mheshimiwa mbunge na diwani wake walivyolileta, ili serikali iweze kulifanyia kazi. Asante sana mheshimiwa waziri wa fedha kwa majibu ya nyongeza na commitment ya serikali kwenye hoja ya mheshimiwa mbunge na kushukuru sana.